Sasa wakuweza kutega sikio ili tuweze kumkaribisha mnenaji wetu wa siku. Karibu mnenaji, na Mungu akubariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kusimama mbele yenu tunapoangalia tunaona mnapendeza, Mungu awabariki sana Amen. Na mchana wa leo tutachangia neno fupi kutoka katika maandiko matakatifu. Uh, niwakumbushe kama tunaendelea na siku kumi za maombi, na leo ni moja wapo wa siku kumi za maombi, na neno ambalo lilitayarishwa kwa ajili ya leo kichwa kinasema jifunze unyenyekevu kwa Yesu. Haleluya. Amen. Jifunze unyenyekevu kwa Yesu, naomba msomaji wetu wa chukue mike na kutusomea Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa makumi mbili na mnane na makumi mbili na kenda na 29. Ndio. Njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ndio. Nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu. Jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu, mjifunze kwangu. Kwa, kwa kuwa mimi ni mpole, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Haleluya. Amina. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nani mtapata raha nafsini mwenu? Unyenyekevu ni kitu gani? Unyenyekevu ni imilite. Ni wakati gani unasema mtu iko m? Tunaishi katika dunia ambayo watu wanajiinua inua. Ukichunguza unaona, huyu mtu, mbona hakutakiwa kukuwa hivi, lakini kwa sababu tu ya kacheo kadogo kwa sababu tu ya kitu kadogo unaona mtu anajiinua. Unyenyekevu ni nini? Unyenyekevu maana yake ya kwanza ni kujua kuwa una mipaka. Uelewe kuwa unakuwa na mwisho, unakuwa na mahali ambapo hauwezi kuvuka, unakuwa na kitu ambacho hauwezi kufanya unakuwa na domeni ambayo hauwezi kuintervenir ndani yake, ile ni unyenyekevu. Lakini ukiona mtu yeye anafanya kila kitu, huku anajitia mbele, huku anajitia mbele, huku anajitia mbele, ule mtu haiko mnyenyekevu. Unyenyekevu ni kujua mipaka yako, wewe unakuwa na mipaka. Hakuna mtu ambaye anaweza kusimama na kusema mimi sina mipaka, upende usipende, unakuwa na mipaka. Haleluya, amina. Unyenyekevu ni kuheshimia na kusamini watu wengine. Unaposema ya kuwa mimi ni munyenyekevu, maana yake unaheshimia na kusamini watu wengine. Hauwezi kusema mimi ni munyenyekevu kama unadharau wengine ile heshima yenye unatoa kwa watu wengine ndio yenye ina- inatafsiri unyenyekevu wako. Ile samani yenye unapatia wengine ndio yenye ina tafsiri ya kuwa huyu mtu ni mnyenyekevu. Na mkiangalia tabia za watu ambao ni wakubwa kabisa, ni wanyenyekevu, na katika kunyenyekea kwao wanawasamini watu wengine. Jifunze hata kwa Yesu, anasema Jifunzeni kwangu kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Alionyesha unyenyekevu wakati aliwanawisha wanafunzi wake miguu, ni tendo la unyenyekevu. Unyenyekevu ni kukubali mashauri na makoreksio kutoka kwa watu wengine. Kwa mtu yeyote ambaye ni mnyenyekevu huwa anakuwa na kawaida ya kusikiliza mashauri kutoka kwa wengine, wakimletea makoreksion, wakimusaidisha, anakuwa tayari kujialinye kwa ile lingi yenye wameonesha unyenyekevu. Unyenyekevu ni kusema na kutenda bila kiburi. Haleluya. Unyenyekevu ni kusema na kutenda bila kiburi. Kunakuwa na watu wenye, akisimama anaanza kuongea, unasema, hata kama vyenye anasema ni vya kweli, lakini hakuna unyenyekevu ndani yake. Unaona mtu anatenda kitu, unasema, hata kama anatenda kwa faida ya watu, lakini hana unyenyekevu ndani yake. Pale ambapo masemi yako inakuwa na moderation, matendo yako inafanyika bila kuwaumiza watu wengine, bila shaka watu watasema huyu mtu ni mnyenyekevu. Na ambref, unyenyekevu ni kumuiga Yesu Kristo. Haleluya, amen. Ni kukua na ile tabia ya Yesu Kristo. Kama unapenda kujifunza leson ya unyenyekevu, Materiel didaktiki yenye unapaswa kuleta kwa pedagogi, wanajua materiel didaktiki ni picha halisi ya Yesu Kristo. Hauwezi kujifunza unyenyekevu kisha umtie Yesu Kristo pembeni. Hakuna mtu mwingine ambaye aliishi hapa kudunia ambaye anakuwa na mfano mzuri wa unyenyekevu kama vile Yesu Kristo. Tumaji fungua wa Filipi sura ya pili. Mstari wa tano, tashuka kidogo mpaka mstari wa nane. Kitabu cha Wafilipi Ndiyo. Sura ya pili. Sura ya pili. Aya ya tano inasema hivi. Inasema nini? Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu. Ndiyo. Ambayo ilikuwako pia ndani ya Kristo Yesu. Ndiyo. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, alikuwa na namna ya Mungu, alikuwa Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho Ndio. bali alijifanya kuwa hana utukufu, lakini alijifanya mwenyewe kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akakamata namna ya mtumwa, akawa ama mfano wa mwanadamu, akajipatia mfano wa mwanadamu tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, ndio alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Picha ya unyenyekevu ni Yesu Kristo, yeye alikuwa ni Mungu. Tunajua Yesu ni Mungu Ndiyo. Mungu mwana alikuwa na uungu ndani yake, asili yake ni ya kiungu, lakini wakati mwanadamu alianguka, Biblia nasema aliona kule kukuwa sawa na Mungu si kitu, lakini akaji, akakamata statii ya mtumwa. Ni nani ambayo anaweza kupandisha cheo? Wanakwambia leo wenzo guverner wa Sud Kivu kisha useme sione kukua gouverneur sasa vile ni kitu cha kushikamana nacho, nitarudia na mie mbalabala, nianze kufagia balabala pamoja na wale wanafagia kwa balabala. Ni nani ambaye anaweza kufanya vile? Ni nani ambaye gouverneur atamuita, mwambie unaingia mbiro, unakuwa directeur de cabinet, na kisha seme sione kukuwa directeur de cabinet kama vile ni kitu cha kushikamana nacho lakini mimi nitabakia tu raia wa kawaida. Ni nani ambaye anaweza kujitapa na kusema vile? Mfano mzuri wa unyenyekevu ni Yesu Kristo, na wakati alikamata ile stati ya mwanadamu hakuishia pale vale. akaenda mpaka akakufa kifo, na kifo ile haikuwa ya kawaida. Kitabu cha Wagalatia kinasema yule ambaye alikuwa anatungikwa juu ya mti alikuwa amelainiwa. Ni kusema Yesu alikubali kukamata kifo cha laana kwa ajili ya kuonyesha unyenyekevu wake nasema, na kisha mwisho nakia anasema jifunzeni kwangu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Haleluya, amina. Jifunze unyenyekevu kwa Yesu. Unajua katika dunia hii, hata kama tunaweza kusema watu wanajiinua inua, lakini kunakuwa na watu ambao ni wanyenyekevu, watu ambao wako na ile karakteri ya yenye iko mi ni wanyenyekevu kwa asili. Nilikuwa nafuatilia, nilikuwa nafuatilia maisha ya kijana mmoja wa huko Senegal. Anaita, anaitwa kwa jina ya Pate Diallo. Tuko pamoja Pate Diallo ni kijana wa ma trentaine yeye ni entrepreneur na yeye ana- anafanya ana, ana, ana sana ma promotion immobilier. Ana anajenga nyumba kisha anaziuzisha, anajenga nyumba anapangisha ana yeye ni engineer wa profession lakini, ameamua kuinvestir yeye akuwe anajenga. Akishamaliza jenga, anaona Kasereka anamwambia, haona tena Kasereka ya kuuza mchanga ya kuuza mabriki, fungulo ya nyumba hii nipatie dola. Na anaendelea sana kwa sababu anaanza kukamata stati ya mamilionea wa. Wakati wa interview yake moja anasema ya kuwa yeye ilifikia wakati, kwa sababu kuna mashantie za mengi, ilifikia wakati anaanzisha shantie uko pamoja, shantie naanza, anaweza jua shantie, si inanzaka, wanaanza perase kiwanja apre wanaanza mwanga magravier ma mchanga, mwezi wa kwanza iko na, anaingia pale kwa chantier eh, akiona e, mwenye angepashwa kupokezana mabriki ameponyoka kidogo, anakamata ile saka anaipokezana, akafanya muda wa miezi sita, na wafundi wenye walikuwa pale soft engineer hawakujua kama ndio patro wa ile chantier. Haleluya. Amen. Lakini wewe sasa Unauza tu iPhone, koko mwenye atasahau pale TikTok, haina bahati, zitaruka sasa, ma video zitaruka sasa, ulishakuwa na mkio na jikamata foto kisha na naingia mkio juu ile macho tatu ionekane kule mkio. Unyenyekevu kwa ndugu zangu, unyenyekevu

Inawezekana ilawezekana au uligonganaka naye au ukamlumbaka huruma na ukamwangalia mbaya. Fikiria kidogo, wakati waligundua ya kuwa wenjobos wa chantier, ika renforcer respect yenye walikuwa wanampatia haleluya. Ikaongeza samani yenye walikuwa walikuwa wanampatia, na ikapatia wale watu vision, ikawapatia vision ya, ya ya mwanaume ambaye ni vrai leader ni nani ambaye anaweza kuwa kama vile kisha? Na huyu upate zi yalo ni kama mfano kadogo kabisa kama ukilinganisha na Yesu Kristo. Yeye ni mnyenyekevu. Tunajua unyenyekevu, tumesema ni kujua ya kuwa una mipaka, na unapojua mipaka yako, hautakuwa hapa kusumbua watu wengine. Tunasema unyenyekevu ni kuheshimu na kusamini wengine unapokuwa mwenyenyekevu, unapokuwa na heshima kwa watu wengine, unapoona mwingine kama vile ni bora kuliko wewe, unamsamini. Ile wanasema corps de Christ, ile mwili wa Kristo, itakuwa iko na jikonsolide, tutakuwa na kanisa ambayo itakuwa imesimama kabisa. Lakini tukikuwa na watu ambao akipata kitu kadogo, akamatike tena, sio Kiswahili ya huku kwetu ile

Ile ni ukosefu wa unyenyekevu, ukosefu wa unyenyekevu. Unyenyekevu ni karakteri ambayo Yesu aliona kama tukijifunza kwake tutakuwa waakilishi wazuri, kwa sababu tunajiita wafuasi wa Kristo, tunajiita wa Kristo, inalomba tujifunze kwa Kristo. Anasema, jifunzeni kwangu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yesu anatamani ifikie hatua watu wakikuangalia waseme huyu mtu ni mnyenyekevu. Msione hivi mimi nilishaka kukutanana na batu wanyenyekevu nilishaka kutanana na watu wanyenyekevu. Unaona, mtu hawezi muwazie, kisha sawa, nakuonesha sasa yenye iko nayo, na mimi najua inawezekana na wewe ulishaka kutanana na mtu wa pili, ni mtu kabisa mwenye amejifunza kwa Kristo, na unaweza kusema mbona haiko atimatizit? ha- hailombe ha, mpaka kuye atimatizit akishajifunza tu tabia ya unyenyekevu anakuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Haleluya, amina. Na ile tabia ya kujiinua inua katika maisha hii, hatuone tena utofauti wa Mkristo na mpagani katika kujiinua inua. Hautakuwa tayari kuwafikishia watu wa, wa hali ya chini ujumbe wa injili. katika kujiinua inua utatuma watu wanaanza kucreate kucree distance na itakuwa ni kikwazo katika kupeleka Injili huko mukartier kwa sababu nyumba yako ndio ya mzuri mkartie, hauwezi salimia watu asubuhi. Wa sasa utafanya mafundisho ya mezo ya mezo, utakuwa na ile ujasiri ya kutoka nyumba za watu, ishi na watu mzuri, kuwa mwenyenyekevu. Usijivunie kidogo yenye unaweza kuwa nayo ina, inawezekana haiko haiko maavwari haiko mali, lakini vipaji ambavyo unakuwa navyo vinatuma unapoteza unyenyekevu katika vile vipaji. unamwimbia Mungu ndiyo, lakini jifunze kwa Yesu unyenyekevu, jifunze kwa Yesu unyenyekevu kwa sababu wengi ndio leader wa koral najua, kama sikuimba hawezi imba nyimbo fulani. Na mimi naambia wa trainer ya makoral, mukikuwa na nyimbo yenye ni ya kuimbisha, msiachie mtu moja kwenda imbisha. Tuko pamoja, mtafute watu wangapi, hata kama hawatafanya vizuri, lakini muhakikishe ule mwenye atajivuna kule mbele siku atajivuna, mnaimba ile nyimbo hata haikuwa kuprogramu. Et je vous assure ile sauti ya ule mwenye iko naimba, roho wa Mungu ataitengeneza na itarizikilize ule mwenye alifanya kiburi. Jifunzeni kwangu, mimi ni kwa mnyenyekevu, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo kunakuwa na tofauti gani sasa kati ya kunyenyekea na kujizarau? Haleluya, amen. Nisaidie na ile telefone, tofauti iliyoko kati ya ku- ya ku ya ya kukuwa mnyenyekevu na kujizarau? Kwa sababu watu wengine wanaweza kutoka hapa, anasema kwa sababu walitufundisha tukuwe wanyenyekevu, sasa hata kama mimi najua imba sitaimba juu nikuwe mnyenyekevu, ndio vile. Ata kama mi najua hubiri, lakini alika stendakatala kwanza juu nikuwe mnyenyekevu, haiko vile. Ni nini maana ya unyenyekevu? Anasema unyenyekevu ni kujua thamani yako bila kiburi. Haleluya, amina. Unajua ya kuwa mimi ninajua kuiva vizuri, lakini sitaonyesha kiburi mimi ninajua kufundisha vizuri lakini sitaonesha kiburi. Unajua ya kuwa mimi kontu bankere yangu iko na shifre ota lakini sitajivuna, kumwenyalilala njala ile ni unyenyekevu. Unyenyekevu ni kujua nguvu zako na mipaka yako. Haleluya, amina. Unachojua kuwa mimi ninakuwa na nguvu ya kufanya kitu fulani, ninakuwa na uwezo ya kufanya kitu fulani, lakini pia ninakuwa na mipaka katika kitu fulani. Ile ni unyenyekevu. Unyenyekevu ni kukubali kwamba hauko juu ya wengine, lakini pia hauko chini ya wengine. Haleluya, amen. Hauko juu, usifunyage watu, lakini pia hauko chini, usiitike watu wa kufunyage. Unyenyekevu inatofautiana na kujizarau. Wakati mtu anachoona kwamba hawezi kitu, iko incapable, iko sans valeur, ile haiko tena unyenyekevu, ile ni kujizarau wakati unaacha wengine wanakudharau na kukupondaponda, hapa waliandika kukuekraze, haipo unyenyekevu. Wakati unajua huko uko na kipawa fulani, lakini unakikataa, ndio ile inamaanisha kusema, unajua mimi ni mwimbaji mzuri lakini kwa sababu nionekane niko mnyenyekevu sitaimba narudia nyuma, au wakinipatia mikro sitaikamata juu nionekane niko mnyenyekevu, ile ni kujizarau, haipo unyenyekevu. Kwa sababu gani? Yesu ambaye anasema tujifunze kwake kwa sababu yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, eski alijizarau hapana? alikuwa anajua yeye ni nani, anasema mimi ndimi njia ya kweli na, nini? na uzima. Eske ne mtu anajizarau? Eske Yesu alisema kwa sababu mimi ni mnyenyekevu sitaambia tena mabatu kama mimi njo njia kweli na uzima? Yesu anasema mimi ni mzabibu, anaonyesha mavaleri zake. Anasema mimi ni mchungaji mwema. Pastor Paul akisimama hapa akwambie Mi niko bon pastel ile haiko kujivuna. Just anarekonete valere yake, lakini pia asifanye kwa kiburi. Ile ni kuonesha valere yako, haiyakuwa makosa. Mtu akikuya anasema unaenda lomba kazi wanakwambia eski tu peux faire? Unaweza fanya nini? Nilikuwa nafuatilia mwalimu moja anasema kuna zile makampuni zenye hawakulombaje tena... ma, ma diplom lomba kazi ya ujournaliste, nasema mii niko journaliste, niko lisensie, niko na maitrise. Awatakulomba lisense, wanakupatia mikro, wanasema fanya kipindi pale kwa radio. Aleluya! Usiseme sasa kwa sababu niko munyenyekevu sitaongea, apana. Kunyenyekea haiko kujizarau, ni kuonesha valer zako katika unyenyekevu au bila kiburi. Yesu alikuwa anasema na autorite, jifunzeni kwangu kwa kwa kwa, ukiangalia yule yule nezimasika, mtu ni mnyenyekevu, nuviko najiinua mimi, jifunzeni kwangu mimi, ni kwa mpole mimi ni unaweza kuanza haiku unyenyekevu lakini ni unyenyekevu kwa sababu ni mafalere zake zenye iko natuonyesha, na hakuacha hata siku moja watu wamwimilie wala kumzaraulisha kwa kwa kwa kwa, kwa kozi yenye anajua iko just. Ukiwa unatetea kitu ambacho ni cha haki, unyenyekevu haiko kusema sitatetea tena, ni kuendelea kutetea mpaka kieleweke. Haleluya, tujifunze unyenyekevu kwa Yesu. Tunaweza tu ku resume somo letu la leo, na kama ukitoka hapa, utakuwa na na uwepesi wa kumwambia mwenye hakufika. Tunaitwa, tunakuwa na mwito wa kujifunza unyenyekevu kwa Yesu. Unyenyekevu ni zile tabia zenye tulitaja: kujua mipaka yako, kujua samani ya wengine, kukubali correction na kusema na kutenda bila kiburi. Lakini pia unyenyekevu haiko kujizaraulisha wala kujizarau. Unakuwa na tala, unakuwa na kipaji, kionyeshe, kitumikishe, fanya kazi ya Mungu na Mungu atakubariki sana Amen. Bwana awabariki sana. Amina.